Skuatafuthua mesaa uliipongeza vyombo vya habari vya vya Tanzania eh, kufanya kutorusha eh, matukio yaliyotokea kwenye, kwenye uchaguzi wa Oktoba 29 eh, je, eh, unadhani kwamba vyombo vya habari vya vya Tanzania eh, vilifanya haki ama vilitenda haki kutohabarisha umma yale yaliyokuwa yanaendelea wakati wa uchaguzi huo? Nao ni upotoshaji. Mimi hmm. sikuvipongeza, siku vyombo vya habari kwa kutotoa taarifa. Uliwapongeza kwa uzalendo. Niliwapongeza vyombo vya habari kwa hmm. kufanya uandishi wa habari wa uwajibikaji hmm. uandishi wa habari wa uwajibikaji hmm. responsible journalism hmm. sikuwapongeza hmm. kwa kutotoa taarifa. Sasa wewe kama mwandishi wa habari hmm. eh, uliona kwamba E, waliwatendea Watanzania e, haki ama waliwapa Watanzania chakula chao wanachokistahili e? Wakati wa mimi, kwa kitendo cha vyombo vya habari vya Tanzania hmm. kutovunja misingi ya uandishi wa habari hmm. kama ambavyo vyombo vya habari vya nje vimefanya hmm. kwangu mimi niliona ni kitu sahihi. hmm. Wewe Odemba huko Tanzania hmm. Tanzania imepata tatizo hmm. ni, ni ufahari kwako kuitangaza Tanzania vibaya duniani? Nakuuliza hey? Kumetokea tatizo kwenye nyumba yako hmm. Umekosa hela ya kuwapatia ugali watoto wako nyumbani hmm. Ni ufahari kwamba leo wanangu watalala njaa hmm. Leo wanangu wana nguo za kuvaa, ni ufahari hmm. Lakini familia uwezo vyombo vya habari vyombo vya habari vya Tanzania hmm. Sio kwamba havikuripoti matukio na watu waache kuvichafua hmm. Vyombo vya habari vya Tanzania viliripoti matukio hmm. Isipokuwa viliripoti kwa uwajibikaji hmm. Vilipima nini cha kuripoti taarifa sahihi, na pale ambapo taarifa sahihi hazikupatikana, hazikupotosha hmm. ndicho ambacho vyombo vya habari vya Tanzania vilifanya. Sasa hmm. hiyo isitafsiriwe kwamba vyombo vya habari vya Tanzania hmm. ni dhaifu au havifai au vimeshindwa kujua majukumu yake, la hasha hmm. nataka nikwambie Odemba, hata huko kwenye nchi zao hmm. ndivyo vyombo vya habari vyao vinavyofanya kazi kwenye nchi zao. nataka nikwambie nchi moja kubwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ilikuwa na matukio ya mauaji na vurugu elfu ishirini na tano Sisi tuliambiwa moja tu, mpaka natamani kutaja hilo tukio moja tu Little. la mtu mmoja mm -hmm. lakini kila siku kwa watu wanatwangana risasi, watu wanavamiwa mm -hmm. watu wanachomewa mali zao mm -hmm. kuna fujo za kila aina, vyombo vya habari mm -hmm. vinachagua what to report and what not to report mm -hmm. And when you report report accurately. When you report, be responsible. I'm reporting this story. What will be the repercussion of this story? mm -hmm. It is your burden. Of course inawezekana ikawa pengine hiyo ni kinyume cha, cha kiweledi mm -hmm. lakini Odemba, wewe unaishi Tanzania, familia yako inaishi Tanzania hivi ukisha sema Tanzania unaishi... haifai ukisha <coughs> <high five> duniani <coughs> ukiwa unaishi Tanzania, na wewe ni mwandishi wa habari kama ulivyo wewe na mm. mimi mm. eh, nchi yako inapofanya vizuri mm. unapaswa kuitangaza vizuri na kuipaisha katika nyanja za kimataifa, ndio nchi. Je, nchi yako inapokuwa inafanya vibaya mm. aupaswi kuipaisha katika nyanja za kimataifa ili wajue nchi yako inafanya vibaya. Unaweza kufanya kulingana na uelewa wako mm. lakini wewe hipi ambayo unaona ni sahihi. Ah, no, kulingana na utashi wako. Mm. Wewe, mwandishi wa habari mm kama unadhani hiyo ni habari nzuri kwako wewe, it is professional, it is right. Sawa so, lakini ndio hicho ninachokuambia, wewe ni Mtanzania shiredema. Na hiki mimi nakisema, najua kwenye kwenye taaluma ya uandishi wa habari itakuwa ni mjadala, itakuwa ni mjadala mzito lakini mimi narudi nasema, Odemba wewe unaishi Tanzania. hmm. na mimi ndio bwana, nimekuuliza ikiwa Tanzania inafanya vizuri, ni jukumu lako kama mwandishi wa habari kuiambia dunia kwamba nchi yangu sasa inafanya vizuri. Sasa inategemea unajua, kuna kitu kinaitwa strategic journalism. hmm. mkakati wako ni nini? hmm. Nikuulize wewe, Star TV, nyinyi mkakati wenu ni nini mnapofanya hmm. kazi yenu ya habari Tanzania. hmm. na nyinyi ni wa Tanzania, mkakati wenu ni nini? hmm. vyombo vyote duniani vina, vinafanya vina fanya kazi yake kimkakati, hmm. wote au sitaki kuwataja, wewe mtaje fulani, mkakati wako unajulikana ni huu, ni kupromote nchi yake hmm. kufanya hivi kufanya hivi. Muulize huyu, utasikia huyu bwana mkakati wake ni hivi, huyu ni kupambana na maadui wa nchi yake hmm. Wewe Tanzania, chombo cha habari cha Tanzania, mwandishi wa habari wa Tanzania, mkakati wako ni nini? hmm. mkakati wako ni kuona sifa kwamba Tanzania inaharibikiwa na unaitangaza huko nje nchi hmm. We, mimi siamini kwenye hilo hilo anazungumza. Mimi kama mwandishi wa habari, mimi siamini kwamba inaweza ikawa ni fahari mm. ya Chief Odemba mm. kila siku ukilala ukiamka, unawaza wapi kuna njaa, wapi kuna mawasiliano yamekatika mm. wapi mtu amekufa, wapi sijui wamekosa huduma ya afya, yaani okay. wewe hizo ndio habari zako mm. Lakini huwezi kwenda kuambia watu duniani, njoni Tanzania, mje mtembelee vivutio vyetu, kuna vivutio vingi vizuri, mlete ili watu wapate dola, ndugu zako, shangazi zako na wale watu wako wale ambao wanataka kupigia kula siku zijazo wapate fedha. Uende ukatangaze watu waje wawekeze, wafungue mashamba, vijana wenzako wapate kazi Tanzania. Uende utangaze nchi yako ina amani na utulivu, ili watu wapende kuja Tanzania. He ili watanzania wakitaka kwenda nchi mbalimbali wakubaliwe. Kwa nini serikali inapenda kusikia mambo mazuri pekee? Sio kweli. Kwa nini Gerson Msigwa unapenda kusikia maneno mazuri pekee? Sio kweli. Kwa nini sasa? Unaposema serikali inapenda vyombo vya habari mm, viseme vifanye kazi kwa uhuru wake mm, na mimi nikwambie kitu kimoja mm, pamoja na kutangaza mazuri ya nchi yetu mm, Pia, tunapoyasikia yale ambayo hatukufanya vizuri kwetu, sisi inatupa changamoto ya kuyafanyia kazi. Kwa hiyo inapaswa vyombo vya habari kusema pale mabaya ha, ha, ha, pale ambapo, ha, hakuna ubaya hey, kukitokea jambo ambalo sisi tunaweza hmm. kuchukua hatua hakuna ubaya. Sa, sasa ikiwa wametangaza mabaya wao eh, wametangaza wa kwamba watanzania wayasikie, alafu wakasikia na watu wa nje, kuna tatizo hilo ni la mwandishi ama? Nimekuambia hivi odemba hmm. Be responsible mm. kwenye journalism yako mm. and be strategic. this mm. is between you and your country mm. Kitu... na kuelewa unachokisema mm. lakini ninachokwambia hivi mm. be responsible journalist and be mm. strategic. hoja mm. muhimu hapa kama kwako wewe mm. ni fahari mm. kutumia kalamu yako kuibomoa nchi fine mm. lakini, wenzako the practice mm. the global practice mm. katika journalism nchi zote mm katafute vyombo vya habari vya China. Mm. Umesikia vinafanya kampeni ya kuichafua China duniani? Leo China ingekuwa global global one of the biggest economy in the mm. world. Umesikia vyombo vya habari vya Marekani vinafanya kazi ya, ya kuichafua Marekani? Umesikia vyombo vya habari vya Uingereza kutokucha vinafanya kazi ya kuchafua Uingereza watu waone kwamba Uingereza kuna shida, kuna uharibifu, kuna dini. Umeona vinafanya hivi? Mm -hmm. Lakini njoo kwenye vyombo vya habari vya Afrika. Kuna mm -hmm. Unadhani matatizo kule Uingereza, Marekani, China hayapo? Mm. Hamuoni katika hili sasa linafanya vyombo vya habari kutoonekana ni vya maana mbele ya umma? Sio kweli? hata siku moja wanake. Sasa, kama kuna mambo ambayo pengine ni mabaya na jamii ingetaka serikali ivione kupitia vyombo vya habari, alafu vyombo vya habari wafanye hivyo, kwa minajili kama anavyosema Gerson Msigwa ni kuisema nchi yako vibaya, huoni kwamba umma tunawakosea? Mimi sijasema kwamba vizungumze tu upande mmoja wa mazuri nacho sema vyombo vya habari viwe responsible sasa firi, na viwe sasa ni wewe vile mimi nimekuachia assignment, mm. ya no, nime mm. assignment wewe Odemba, hoja mm. yangu ya msingi unao nisikilize kwanza. Nimekuachia assignment wewe Odemba, wewe mwenyewe pima kwamba je, mimi how do I want to portray my country mm. it is your responsibility mm. ndio responsible journalism hiyo mm. hoja yangu ya msingi hapa ambayo utaona mm -hmm. kama ninazunguka hapa hapa mm. kwamba umeeleza vizuri kwamba mm. eh, vyombo vya habari vinapo leza mazuri ya taifa letu mm. ni fahari kwa nchi yetu Mbilo. Na je, kama pale kuna mahali ambapo hapa jambo halijaenda vizuri, na eh, vyombo vya habari ni wajibu wao kutangaza hilo, ili serikali pengine, ninyi serikali mnajuaje kwamba hapa mambo hayako vizuri kama si vyombo vya habari. Hata pale mambo yanapokwenda vibaya mm. ni wajibu wao kutangaza na hatujawazuia na hatujawazuia, wanafanya, ingawa wewe hilo ndo uliungi mkono. Sio kwamba siliungi mkono, sikizi, wewe unajua unakosea. Mimi nimesema mm vyombo vya habari duniani vina ajenda mm. Sawa, kwa hiyo unapokuwa na ajenda ni lazima ujiweke mkakati mm. hii ajenda naifikia vipi? Mm. Mimi na share tu experience kwamba mm. duniani vyombo vya habari mm. vinatetea maslahi ya nchi zao mm. na kutetea maslahi ya nchi mm. sio kusema mazuri tu mm kutetea maslahi ya nchi ni pamoja na kusema kitu ambacho hakiendi sawasawa. Hilo unalipa mamlaka vyombo vya habari kabisa, na vimekuwa vikifanya. Kwani hivi mambo ambayo yanapokwenda vibaya hamtangazi? Nikuulize, wenyewe hamtangazi? Si unaniuliza mambo mengine ambayo sio mazuri, ni sahihi. Kwani nimekuzuia kuuliza? Kwani si unatangaza, yanatoka. Lakini it is it is your burden wewe kama chombo cha habari cha Tanzania, how do I use my media outlet To protect my country. Mm. Vyombo vya habari ni chombo cha kiusalama Mm. Unajua Lema, natamani unielewe. Mm. na kuelewa chombo cha habari Mm. ni chombo cha kiusalama kwenye nchi Mm. ukiwa na vyombo vya habari ambavyo vinalinda nchi yake, Mm. nchi itakuwa salama, na wenzetu hawa ukiona wanakuja kutuandika sisi vibaya hawafanyi kwa bahati mbaya. <laughs> Mm. <laughs> Mm. Na, na vipi vyombo vya habari vya Tanzania vinalinda eh, nchi yao? hawalindi nchi yao vinalina mi naona vinajitahidi sana, yako yako baadhi ya maeneo ambayo wakati mwingine yanakuwa na ishi, na ndio maana tupo, idara ya habari ipo, wizara ya habari ipo. Ndio kazi yetu pale, tunapoona mambo hayako sawa tunakaa tunazungumza nao, jamani, hapa sasa mmekanyaga waya.